Na, Abigail Chams, na kila mmoja alikuwa na maoni yake kuhusiana na ukaribu wao, maana kila sehemu walionekana wakiwa pamoja. Harmonize pia aliwahi kuweka wazi eh, kuwa baina yake na Abigail Chams ndio timu pekee inayoweza kuleta tunzo ya Grammy hapa nchini Tanzania, na mara baada ya hapo tuliona kazi zikiwa zinatoka baina ya wawili hao, ikianza eh, furaha ambayo mpaka muda huu sasa hivi inazidi kuwa na watazamaji zaidi ya milioni moja huku eh, ikishika namba mbili kwenye trending page ya YouTube pamoja na platform nyingine za kustream mziki hapa Tanzania. Pili, tukaiona nyimbo ya Me Too ambayo Abigal Chams alikuwa amemshirikisha Harmonize, mpaka sasa hivi ndio ni nyimbo pekee yenye kushika namba moja kwenye trending za YouTube nchini huku ikikusanya e namba nyingi kupitia digital platforms mbalimbali mbali. Kupitia kurasa yake ye mwenye, Harmonize ametangaza kuwa Abigail Chams ni super eh, ni super na kumpa maua yake kutokana na nyimbo yao kuendelea kupasua miamba. Harmonize ameandika kwamba you, your love made this number one. Keep it on. Link on bio. Super Abigail Chams. We made the biggest record. Grammy gang. So it is what it is. Hii ni Uh, ni posti ya Harmonize ambayo inaonyesha ushirikiano wa kikazi, lakini pia kama kuna mapenzi kweli kati yao. Na unaelewa kabisa kwamba unavozidi ku spend time na mtu, unavozidi ku spend time na ku spend time na mtu ndio unavozidi kuwa attached naye, na mwisho wa siku na fall in love. So kuna possibility kwamba kweli hapa kuna jambo linaendelea kati yao. Na maoni gani kuhusu sana hilo? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku